La jinsia idara ya wanawake CCT mkoa wa Mwanza wakishirikiana na uongozi wa CCT taifa, leo wamepata nafasi ya kwenda kuwatembelea watoto wanaoishi katika mazingira magumu katika kituo cha upendo daima kilichopo Ilemela, e, katika kitongoji cha Lumala pasiasi. Na kiongozi wao mkuu ameweza kusema mengi katika siku ya leo. Naitwa Shemasi Esta Muhagachi ni afisa program idara ya maendeleo ya watoto uh, idara ya maendeleo ya wanawake, watoto na jinsia katika Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Leo hii nimefurahi sana kuja kutembelea kituo hiki cha Upendo Daima kwa ajili ya watoto wanaopitia katika mazingira magumu. Hii ni sehemu mojawapo ya matendo ya huruma ambayo tumeyapanga kuyafanya kama Jumuiya ya Kristo Tanzania wanawake tukiadhimisha tuki siku ya CCT. Siku ya CCT ni maalum kwa ajili ya kumbukumbu njema ya viongozi wetu waanzilishi wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Tunaifanya siku hii kwa ajili ya kuenzi wale watumishi wa Mungu ambao walituleta wote ili tuweze kuwa na umoja, na kwa sasa yapo makanisa kumi na mbili ambayo ni mwanachama wa CCT, lakini ni pia vipo vyama vya kitume kumi na vinne na tupo katika maadhimisho haya, na juma hili ndio juma letu la mwisho ambapo kilele ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo leo tumekuja kuwatembelea watoto hawa na kuwaletea zawadi baadhi ya vyakula, baadhi ya mahitaji kama vile sabuni, sukari na vitu vingine ambavyo watavitumia kwa ajili ya maisha yao Aa, ya kila siku. Lakini kuna kitu kikubwa ambacho tumejifunza, hasa kusikiliza kero wanazopitia wanapokuwa katika mazingira hayo magumu. Mojawapo ya kero ambazo tumezisikia ni kwamba watoto hawa wanafanyiwa vitendo vya ukatili, na sisi kama Jumuiya ya Kikristo Tanzania hatupendi kunyamazia vitendo vya ukatili na vitendo hivi ni vitendo vibaya sana. Watoto hawa wamesema tena kwa majonzi na kwa huzuni, kuna mtu ambaye anawafanyia ulawiti watoto wa kiume, na walishamchukua huyo mtu akamripoti huyo mtu, tayari alikamatwa na akarudishwa. Sasa hivi wanamuona tena mtaani, amekuwa ni tishio. Tunaiomba serikali yetu ya mkoa huu wa Mwanza waliangalie hili jambo kwa jicho la pili. Hawa watoto pamoja na kwamba wako mtaani wanafamilia wana wazazi. Kuna changamoto ambazo wamepitia zilizowaleta huku mtaani, na hiki kituo kinawaleta pamoja, na wanafanya utaratibu wa kuwarejesha kwa wazazi wao. Wakati huo utaratibu unaendelea kufanyika, hawa watoto wanafanyiwa vitendo vya ukatili. Na mimi ninaomba nitoe rai, wakazi wa mkoa wa Mwanza, hebu tusaidiane kuwasaidia hawa watoto watoke kule mtaani. Mtaa hauzai watoto. Watoto ni watoto wetu, na hawa ndio taifa letu la leo. Hawa ndio wababa, ndio wamama wa wajukuu zetu. Tusipowatunza sasa, hatutaleta wazazi bora, hatutakuwa na wazazi bora, tutakuwa na taifa la watoto walegevu. Tusaidiane wazazi, walezi, tuhakikishe watoto wetu hawa wanatunzwa vizuri. Na jambo la mwisho ambalo ningependa kusema, naomba niwaalike wote wakazi wa mkoa huu wa Mwanza katika maadhimisho ya siku ya CCT Day. Tutakuwa katika kanisa la KKKT Pasiasi pale Ebeneza. Tafadhali sana, karibuni. Tutakuwa na maandamano, tutasikiliza ujumbe wa neno la Mungu ambao unasema haki huinua taifa. karibuni waadhimishe maadhimisho haya wote kwa pamoja, na Mungu awabariki. wa kwa jina ni mwinjilisi Sifa Mgema, mwenyekiti dara ya maendeleo ya wanawake watoto na jinsia CCT mkoa wa Mwanza. Tunamshukuru Mungu kwa heshima ya pekee kwa kuwa wenyeji wa CCT Day kwa mkoa wetu kitaifa, na sisi kama wanawake, kuelekea maadhimisho haya ya CCT Day Tumeona ni vyema tushiriki maadhimisho haya kwa kula chakula cha pamoja na watoto walio kwenye mazingira magumu, lakini sio kula tu chakula, ni pamoja na kusema nao, kuwajenga kimaadili na kuona au kusikiliza changamoto walizonazo, na kwa wale ambao wanatamani kurejea majumbani, basi tuanze utaratibu wa kuweza kuona namna gani tunaweza tukashiriki nao zoezi la kuwafanikisha kuwarudisha majumbani. Hicho ndicho ambacho tumekifanya mahali hapa kwa siku ya leo, tukiungana pamoja na viongozi wetu wa dawati la wanawake watoto na jinsia, makao makuu Dodoma. Tumefanikisha zoezi hili na tunamshukuru Mungu. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mere Zefania Amos mke wa Askofu Zefania kutoka Diocese ya Victoria Nyanza. Tuko mahali hapa leo, tunamshukuru Mungu, tumekuja ku, kuwaona watoto walio kwenye mazingira magumu, na lengo zaidi ni kusalimiana nao na kujua maendeleo yao na haja walizonazo na hii yote ni kuelekea tarehe ishirini na tano kwenye maadhimisho yetu ya CCT tarehe ishirini na tano Mungu awabarikini sana. Ee Bwana Yesu asifiwe kipekee. Ninachukua nafasi hii ya kumshukuru Mungu sana kwa siku hii ya leo, kwani tangu tulipoambiwa kwamba tutakutana na watoto wanaoishi katika mazingira magumu, mimi binafsi nilitiwa moyo kamshukuru Mungu katika hilo, na kweli tumepata nafasi na neema ya kufika mahali hapa. Tumewaona watoto na watoto wameongea kila mtu, lakini mimi ninachokiomba, na hasa upande wa serikali yetu, hawa watoto waangaliwe na ikibidi wasaidiwe sana, lakini pia ninaomba siku ya CCTV day waumini wote wa makanisa ya Umoja wa Makanisa wahudhurie kwa wingi, kwani siku kama hii ni siku maalum sana, na hasa katika mkoa wetu wa Mwanza. Ninaomba watu wote wajitokeze ili tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Naitwa Mary Joseph Wangaruke, nasali kanisa na la AICT Makongoro. Imenipendeza leo, imempendeza Mungu kuleta mahitaji kwa watoto wenye mahitaji hapa kituo cha kuleana kwao. Namshukuru Mungu kwa sababu ni kazi yetu sisi tuliyomkiri Yesu Kristo kwamba tusaidie watu wasi wenye mahitaji. Hivyo leo imenipendeza mimi kubeba baadhi ya vitu, nimeweza kuleta hapa unga, sukari, mchele na sabuni. Kwa ufupi, ndio hivyo. Majina yangu naitwa Milanga Juma, ni meneja wa kituo hiki cha watoto cha Upendo Daima Bakom House, ambacho kipo maeneo ya Lumala pa pasiasi na sisi tunafanya kazi na na watoto ambao wapo katika mazingira magumu au watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani, na kazi yetu kubwa, tunafanya kazi ya kurejesha watoto, na kituo chetu kina uwezo wa kubeba watoto thelathini. Lakini pia tuna changamoto, tuna changamoto ya vitu mbalimbali ambavyo tunavihitaji katika senta yetu. Changamoto ya kwanza, tuna changamoto ya magodoro, na vilevile tuna uhitaji pia wa chakula. Lakini pia tunafurahi sana kwa ujio wa wakinamama wa CTC, CCT ambao ni umoja wa makanisa ambao wameweza kutufikia katika kituo chetu kwa siku ya leo. Kwa hiyo uh, tunawakaribisha sana na vilevile tumefurahi ujio wao, kwa sababu uh, uh, wameweza kutuletea vitu mbalimbali kwa ajili ya watoto, na tunawaahidi ya kwamba tutavitumia ipasavyo, lakini pia kama watakuwa na uwezo, basi waweze kututekelezea Uh, changamoto zetu ambazo tumeweza kuzisema ambazo mojawapo ni hiyo ya magodoro, lakini pia tuna mapungufu ya vitanda na vilevile vile chakula. Kwa hiyo kama wanaweza kututekelezea, basi tunawakaribisha sana. Kwa mawasiliano yetu ni kwamba uh, nitatoa namba ya coordinator, lakini pia nitatoa namba ya kwangu na namba ya coordinator ni 0756145541 ambayo uh, ni ya coordinator wa Upendo Daima, lakini pia kwa manager ambaye ni mimi ni sifuri saba tano nane thalathini na nane kumi na mbili saba saba. Kwa hiyo kwa yoyote, kwa ambaye anahitaji uh, an, an, an, an, an, anahitaji kuweza kutufikia basi tunamkaribisha sana kwa kupitia mawasiliano yetu hayo. Asante. Kwa majina, anaitwa Damas Joshua Lukonde. Mi ni mtoto hapa Upendo Daima. Likuwa nasema asante kwa ajili ya sist kututembelea. Tuna furai walichotuletea, tumekula na furai, wametuletea soda juice. Asanteni sana. Karibuni tena.